Mwezi huu ni mwezi wa nyota ya mafanikio yako. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. na Jumanne tulijifunza kidogo kwa habari ya nyota na bado tunaendelea kujifunza. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. kicho chano cha somo kinasema kufunguliwa malango ya mikono, kufunguliwa malango ya mikono. Bwana Yesu atukuzwe. Amen iwa malango ya mikono. Jumanne tuliangalia nyota inakaa kwenye mikono, lakini tulitazama mikono ya kumiliki Bwana Yesu atukuzwe. Amen. na tulijifunza kwamba shetani akikufunga anakufunga mikono na tulijifunza kwamba nyota ya mtu inakaa kwenye mikono yake. Ndio maana ukitaka kujua huyu ni mwanajeshi ambaye ana nyota, unaangalia bega. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Unakuta kuna nyota mbili tatu, lakini mikono ni nyota. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo shetani akitaka kushughulikia kwenye eneo la maisha yako anafunga mikono. Akifunga mikono, amefunga uchumi, amefunga maisha yako yote. Maana yake hamna kinachoweza kusogea. Kwa hiyo leo tutaangalia kufunguliwa malango ya mikono, kufunguliwa malango ya mikono. Mikono ni ni lango, lango mikono milango. Mikono inaweza ikawa lango la laana, au lango la baraka. Amen. Mikono inaweza ikawa lango la laana au lango la baraka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukipiga mtu kwa mikono yako alafu yule mtu akaumia, maanake umemwaga damu kwa mikono yako. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maana ume lango lako la mikono, lakini mikono inaleta baraka. Mikono ni lango la baraka. Tutaenda kusoma Mithali sura ya sita mstari wa kumi na sita mpaka wa kumi na tisa. Mithali sura ya sita, kumi na sita mpaka kumi na tisa. Methali sura ya kumi na, sura ya sita mstari wa 16 mpaka wa 19 nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu Mkuu. Kuna vitu sita anavyovichukia Bwana Yesu. Naam, viko saba vilivyochukizwa kwake. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Moyo wazao mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia mahofu, Shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu Bwana. Well, Yesu atukuzwe. Anasema kuna vitu sita anavyovichukia Bwana Yesu. Naam, viko saba vilivyochukizwa kwake. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagaya damu isiyo na hatia hatia. Mikono imwagaya damu isiyo na hatia. Anasema moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Bwana Yesu watukuzwe. Amen. Bwana Yesu watukuzwe. Amen. Kwa hiyo mikono inaweza kuwa lango la baraka au lango la laana. Mikono inaweza kuingiza baraka kwenye maisha ya mtu ndio maana tumesoma hapo kwamba mikono imwagayo damu isiyo na nini? Hatia. Isiyo na hatia. Maana yake mikono inapomwaga ya damu inaingiza laana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini ukisoma kumbukumbu la Torati 16:15, endelevo inasema Yesu anaibariki kazi ya mikono. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu anaibariki kazi ya mikono mikono iliyobarikiwa chochote inachoshika kinafanikiwa mikono iliyobarikiwa inaingiza baraka kwenye maisha ya mtu watu wengi lango lao la mikono linalaana bwana yesu atukuzwe lango lao la mikono limejaa chumeulete ndo maana akishika kitu kinapukutika Yesu atukuzwe, amen. Kwa hiyo shetani amekamata watu wengi kwenye eneo la mikono, na ndio maana baraka hazionekana, mafanikio hayaonekana, kwa sababu mikono ni lango la kuingiza baraka kwenye maisha ya mtu. Amen. Ukitaka kulima unatumia mikono. Amen. Ukitaka kufanya kazi unatumia mikono. Amen. mikono Kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 15 nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. Siku saba mfanyie sikukuu Bwana Yesu Mungu wako mahali atakapochagua Bwana Yesu, kwa kuwa Bwana Yesu Mungu wako atabarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Anasema katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, mikono lazima ibarikiwe, amen. Ukitaka kufanikiwa lazima mikono yako ijae baraka. Amina. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Mikono sipo barikiwa maana ke, huwezi kupenya, huwezi kupenya ki ki ki ki- kiuchumi, ki ndiyo, huwezi kupenya kwenye eneo la ndoa, no? Ndiyo, huwezi kupenya katika kila eneo kwa sababu mikono ni maisha. Amen. Bwana Yesu tukuzwe, amen. Bwana Yesu tukuzwe, amen. Tusome tena Ayubu 1:10, Ayubu Ayubu sura ya kwanza mstari wa kumi Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu wewe. Hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alionavyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Bwana Yesu tukuzwe. Amen. Amen. Shetani, Anasema, kazi za mikono yake umezibariki. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe, eh? Amen. Kazi za mikono yake umezibariki. Nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kumbe maongezeko ya, ya ma mtu yanatokana na mikono yake. Amen. Maongezeko ya mtu yanatokana na mikono yake. Kwa sababu amebarikiwa, amefanikiwa, mali zake zimeongezeka, kwa sababu umeibariki mikono yake. Bwana Yesu so atukuzwe. Amen. Mikono iliyobarikiwa, chochote anachoshika kinaongezeka, hakipungui. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu so atukuzwe. Amen. Bwana Yesu so atukuzwe. Amen. Ni kwanza so e, kujitafakari, ukishika kitu kinaongezeka, kinapungua? Ukifanya biashara inaongezeka inapungua? ukifanya kazi unaongezeka, unapungua? Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tunaona Ayubu mikono yake imebarikiwa, kwa sababu ya kwa mikono yake kubarikiwa mali zake zimeongezeka. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna mikono inapobarikiwa, mali zinaongezeka. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. mikono Inabariki mikono inabariki Marko 10:16 Marko 10:16 Marko sura ya 10 mstari wa 16 nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Huyu ni Yesu. Biblia nasema akawakumbatia. Alafu akumi, akaweka mikono yao akawabarikia. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Marko sura ya kumi, mstari wa kumi na sita, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mikono ni roho. Mikono ni nini? Ni roho. Ni mikono. Kwa hiyo lazima uwe makini na mtu anayekuwekea mikono, lakini lazima ujue kwamba mikono ni lango, inaweza kikawa lango la baraka au lango la laana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mikono ndio inayoachilia baraka au laana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukitaka kuona mkono wa Yesu juu ya maisha yako, ukitaka kufurahia maisha, ukitaka baraka, lazima uhakikishe mikono yako imebarikiwa. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lazima uhakikishe mikono yako ime imebarikiwa. Lazima ujichunguze, uangalie nikishika kitu kinaendelea au kinakuputika. Nikishika kitu kinastawi au kinaharibika. Kina kina lazima ujichunguze, ujiangalie. Kwa sababu mikono ni lango kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Nataka. Na tutaenda kuomba kwa habari ya mikono. Najua kila mtu anatamani kubarikiwa, kila mtu anatamani maisha yake ya stawi, kila mtu anataka akifanya kitu kiongezeke. Wakati mwingine unajiuliza kosa ni nini? Lakini nadhani kuambie, mikono ni lango. Mikono iliyobarikiwa ikishika chochote kile kinabarikiwa. Bwana Yesu atukuzwe amen. Bwana Yesu atukuzwe amen, amen. Mikono iliyolaaniwa ikishika chochote kile kinalaaniwa, manake akiendelee akistar. Bwana Yesu atukuzwe amen, kwa tutaenda kuomba kuombea mikono yetu. Lakini mikono yako ikoje? Imejaa uovu? Imejaa laana? ni ime misafi au ni michafu? Bwana Yesu atukuzwe amen. Kwa sababu Yesu hawezi kupita mahali pachafu, ndio Yesu anapita mahali ambapo ni pasafi. Amina. Bwana Yesu atukuzwe amen. Ukitaka baraka, lazima uhakikishe mikono yako inabarikiwa Amen.